Ambasi barabara kabisa, karibu kwenye taarifa zetu hii leo, ikiwa ni siku ya Mashujaa, tarehe ishirini ya mwezi wa Oktoba mwaka elfu mbili na kumi na tano. Moja kwa moja basi tunaanza taarifa zetu na taarifa inaofungamana na maadhimisho ya sherehe hizo ya siku ya Mashujaa, ambapo Rais Uhuru Kenyatta amewataka wabunge kuwa makini wanapopitisha miswada bungeni. Kulingana na rais, alikariri kwamba ni muhimu mno e, kutoweka sheria itakazowapokonya Wakenya haki zao za kunena wanaoyataka pia amewataka viongozi na hata Wakenya eh, kwa ujumla kujichunga dhidi ya wanayoyasema, kwani matamshi yao huenda yakawa na athari kubwa maishani mwao. Rais Uhuru Kenyatta aliyasema haya wakati wa sherehe za kuwakumbuka mashujaa wa humu nchini. Ni hotuba iliyoshamiri asilimia kuu ya vipengee va uwiano miongoni mwa Wakenya wakati taifa linapiga hatua miaka hamsini na mbili tangu kujitawala kupitia harakati za wakombozi waliokumbukwa siku hii ya Mashujaa. Kwenye hotuba yake, Rais Uhuru Kenyatta aliwakumbusha Wakenya na mafanikio ya miaka ya hivi majuzi katika sekta tofauti za maendeleo ya kitaifa. Since coming to power, my government has not

Huku suala la ufisadi na ubadhirifu serikalini likionekana mbeleni mwa macho ya Wakenya, rais Kenyatta alikosa kusisitiza zaidi vita vyake dhidi ya jinamizi hilo serikalini linalokosesha usingizi wa toza ushuru, ingawa alikiri kwamba tatizo lipo. The National there have been problems and we have seen them, but I assure all Kenyans that we shall sort them out. If you, if you publicize something that is false, honestly, you have to be sanctioned for that. The media is very important. And uh, the deletion of Clause 34 is actually very important for this country. Katika kipindi cha wiki moja wabunge wameonekana kupoteza dira inayostahili kufuatwa kimsingi katika kuipitisha miswada muhimu ukiwemo ule mswada wa habari. Rais Kenyatta alilitaka bunge kufuata kanuni zilizoko kuhakikisha wanafanya mageuzi kabla ya sheria hizo kupitishwa. Waheshimiwa wabunge, kwa heshima kubwa, nikijua ya kwamba ni jukumu lao, lakini yastahili ya kwamba vile sheria ambazo tuwapitisha ziwe zinalingana na katiba ambayo sisi kama Wakenya tumeipitisha. Kwa hivyo nawauliza wairudie, waiangalie tena, watoe hizo sehemu ambazo zauzi katiba yetu na tuweze kuendelea. Hatuwezi kuogopa uhuru wa watu kusema yale ambayo wanataka kusema na wakati mmoja pia kutudhi haki wa wa wana habari kwa misimamo inayochukuliwa na kauli za wakenya kuhusu uongozi wa Jubilee. Hata waseme yale wanataka kusema, mimi wanaitukana kila siku na nimesimama, waendelee na kazi yao na wawe na uhuru wa kusema vile wanataka. Ni hotuba iliyoangazia zaidi swala la utangamano wa taifa na kusahau swala la uchumi, ambalo kwa sasa kwa hakika ni jambo ambalo limekuwa noda sugu na kwenye vinywa vya wakenya wingi. Hata hivyo, kwa upande mwingine, serikali imewataka Wakenya na wanasiasa kwa ujumla kuacha kutoa cheche za maneno ambayo yanaligawanya taifa. Alimanzu, KTN leo, Nairobi.